A, aona barabara Sigara zikitokea mjini kuja kwenye kituo kikubwa cha daladala kuelekea mjini. Haya yote ni makampuni ambao wamechukua wawekezaji, lakini barabara ni mbovu, ni mbovu, yaani haifai. Wakati mzuri Mheshimiwa diwani amekuja kutembelea maeneo haya, naye atakuwa na jambo la kurugolea. Mheshimiwa diwani, habari za mchana. Salama, habari ya kwako? Ni zuri kabisa. E, tunajua mheshimiwa diwani wa diwati, diwati, na, mwanza, awi, hotu, ni mpambanaji na tunaamini kila kitu kitakaa sawa, kwa sababu ambao umeshafika ni muda mwafaka kama unavyoona stendi ya daladala hapa ndipo zinapotakiwa daladala kujeuzia na hii ndio barabara kuu ya kutoka hapa kuelekea mjini Kariakoo. Hebu tupe machache uone utaliaii na wananchi wajue utawasaidiaje? Naam, kwanza awa yayote ni mshukuru Mwenyezi Mungu na Mungu wa rehema alitufanya tuwe na afya sasa hivi siku hii ya leo, lakini aa, niseme mimi binafsi kama diwani nimesikitishwa nime, nime, nime, sana na hali inayoendelea sasa kwenye hii barabara ambayo imewafanya wakazi wengi wanaoishi pembezoni mwa hii barabara wasiweze kwenda kupata mahitaji yao ya msingi. Kama unavyoona barabara hii ni chakavu sasa hivi na ni mbovu, na barabara si kwamba haitumiki, inatumika, ila inatumika kwa wawekezaji wenye magari makubwa kama unavyoona, haya ni magari ambayo yapo ya wawekezaji eh? Ningeomba eh? kupitia kupitia taarifa hii, ningewaomba wadau wote wahusika wakuu waliowekeza kwenye barabara hii na wanaomiliki magari makubwa waweze kuwajibika kwa kutoa sesara kwa wananchi, rudisha huduma kwa jamii, kwa kuwaokoa na kuwasaidia kukarabati barabara hii. Niko na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, nimpongeze, lakini pia nimpe pole kwa sababu kipindi hichi ni kipindi cha changamoto ambacho mwenyekiti wa serikali ya mtaa amewajibika kwa namna yake na kwa wakati wake na kwa muda wake kuhakikisha kwamba tunapata na tunatatua changamoto hii ambayo tunaiona hapa. Lakini pia niseme, tushikamane wakazi wa Sigara, tuongozane, tupeane ushirikiano kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto tunaiona hapa, nikiwa kama diwani wakati vituka anatoa maelekezo yafuatayo: wawekezaji wote wakubwa ambao wako kwenye eneo hili, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, na kuomba kwa moyo mkunjufu kabisa, waitwe ofisini, wazungumze na ninyi na mwaeleze ni ghadhabu gani zinawapata nyinyi, viongozi kwa wananchi na pia waseme wanatusaidiaje sisi kwenye ngazi ya mtaa kuhakikisha hii barabara wanaiboresha, sio bora liende. Kwa sababu wao wana magari makubwa, basi wanatunyoosha sisi wenye magari madogo. Mimi mwenyewe nimepita hapa nimekwama, na kama unavyoona nimesimama kwenye tope eh, na unaona kabisa hakuna gari ndogo yoyote inaweza kupita zaidi ya magari makubwa, na hii ni public road, ambayo kila mtu anatakiwa aitumie. Kwa hiyo ningeomba mwenyekiti, ili lichukue kana wajumbe wako kana viongozi wako wa chama, zungumza nao, waite wadau wao wazungumze, waambiwe changamoto tunayoipata sisi kama viongozi kwa wananchi wetu. Na hapa tukimaliza hapa kwenye kiti, tutatembea tutaenda kupita kwa mmoja baada ya mwingine, lakini ukiwasisitizia kuwaletea barua ya mwaliko wa kikao, kuona ni namna gani wanatatua hii changamoto hii hapa isiyo sinohydro tu kuna Sinohydro, kuna huyu, kuna huyu, kuna huyu. Sinohydro ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wa kwanza kuwekeza, lakini wapo watu wengine wamekuja kuwekeza. Kwa hiyo twende tuwashughulikie, wote wawajibike, wahakikishe hii barabara inatengamaa, na mimi nitawapa grace period ndani ya wiki moja, hii barabara hiyo imetengenezwa vizuri.